Habari njema rafiki wa neno la Mungu, karibu katika Genesis hadi ufunuo, kipengele cha tano. leo tunaingia katika sura ya nne ya Mwanzo, hadithi ya kwanza ya familia, lakini pia hadithi ya kwanza ya wivu, chuki na mauaji. Ni hadithi inayoonyesha jinsi dhambi inavyoenea haraka katika kizazi cha binadamu. Tutaona jinsi Adamu na Hawa walivyopata watoto wawili, Kain na Abeli, na jinsi dhabihu zao mbili tofauti zilivyoongoza kwa maafa. Kabla hatujaanza, hebu tusali pamoja. Hebu tusome pamoja Mwanzo nne moja ondoa kumi na sita. Adamu akamfahamu Hawa mkewe, naye akashika mimba, akamzaa Kain akasema, nimempata mwanaume kwa msaada wa Bwana. Hapa tunaona uzazi wa kwanza katika historia ya binadamu. Kain alikuwa mtoto wa kwanza aliyezaliwa nje ya bustani ya Edeni. Hawa akamzaa pia Abeli ndugu yake. Abeli alikuwa mchungaji wa kondoo lakini Kain alikuwa mkulima wa ardhi. Baada ya muda, Kain akamletelea Bwana sadaka kutoka mazao ya ardhi. Abeli naye akamletelea mafuta ya kondoo wake wa kwanza na mafuta yake. Bwana akaikubali sadaka ya Abeli na sadaka yake, lakini sadaka ya Kain na sadaka yake hakuikubali. Kuna mambo muhimu tunayokosa katika hadithi hii. Kwanza, Adam akamfahamu Hawa baada ya kufukuzwa bustani. Hii inaonyesha uzazi ulianza katika ulimwengu wa dhambi, si katika utakatifu wa awali. Pili, kazi za Kain na Abeli, kilimo na uchungaji, ni matokeo ya laana ya ardhi. Tatu, jina Kain linamaanisha nimempata. Hawa alidhani anampata Mwokozi, lakini badala yake alipata muuaji wa kwanza. Nne, Mungu hakukataa Kain mwenyewe, alikataa dhabihu yake tu. Hii inaonyesha Mungu bado anampenda Kain hata baada ya kukataa sadaka yake. Kain alipata hasira sana na uso wake ukawa umesononeka. Bwana akamwambia Kain, "Mbona umekasirika? Na mbona uso wako umesononeka? Kama ukifanya vizuri, je, hutakubaliwa? Na kama hukufanya vizuri, dhambi inakaa mlangoni, na tamaa yake ni juu yako, na wewe utaitawala." Hapa tunaona mabadiliko makubwa ya kiroho. Kutoka ufuasi wa kimya wa Adam na Hawa, sasa tunaona dhabihu za kwanza, lakini moyo wa Kain haukuwa sawa. Dhambi inakaa kama mnyama mkali mlangoni ikitaka kumla. Lakini Mungu anasema Kain anaweza kuitawala kama akichagua vizuri. Wanyamapori wa upendo walishuhudia jambo la kutisha. Nimeona jinsi Abeli anavyonitunza kwa upendo. Lakini Kain ana wivu katika macho yake. Nimeona damu nyingi katika maisha yangu lakini hii ni tofauti. Ni damu ya ndugu. Binadamu walipewa akili ya kujua mema na mabaya. Lakini mara nyingi wanachagua mabaya hata wakijua ni makosa. Je, hawajui ni baraka gani kubwa waliopewa? Sisi hatuwezi kuchagua, lakini wao wanaweza na bado wanachagua dhambi. Ardhi inalia. Damu ya mtu asiye na hatia inaitwa kutoka ardhini. Kain akamwambia Abeli ndugu yake, twende shambani. Na walipokuwa shambani, Kain akamwinukia Abeli ndugu yake, akamua. Bwana akamwambia Kain, yuko wapi Abeli ndugu yako? Akasema sijui. Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Mungu akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inaniita kutoka ardhini. Hadithi hii inatufundisha mambo muhimu. Kwanza, wivu ni dhambi ya hatari inayoongoza kwa maangamizi. Pili, dhambi inaanza moyoni kabla ya kuonekana vitendoni. Tatu, tunajukumu juu ya ndugu zetu. Kain alisema je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Jibu ni ndiyo, tunawajibika kuhakikisha ndugu zetu wako salama. Hebu tuombe pamoja. Baba wa anga, tunakushukuru kwa hadithi hii inayotuonya juu ya hatari za wivu na chuki tunaomba utusamehe pale tunapojaa wivu dhidi ya ndugu zetu. Utusaidie kutolea dhabihu za moyo safi, si za kiburi. Utufundishe kuwa walinzi wa ndugu zetu, si wawaji. Utuhifadhi kutoka kwa dhambi inayokaa mlangoni, na utupe nguvu za kuitawala. Kwa jina la Yesu tunasali, amina. Asante kwa kutufuata katika Genesis hadi Ufunuo. Kipengele kijacho tutaona jinsi Mungu alivyombariki Sethi na kizazi chake. Jisajili kuona vipengele vingine na ukumbuke Mungu yu mzuri daima.